Tukielekea huko nchini Kenya tunafahamishwa kwamba waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Kipchumba, anasema kuwa maandamano yaliyofanyika katika maeneo tofauti nchini humo hapo jana yalikuwa jaribio la mapinduzi. Polisi jana hawakutumia nguvu kupita kiasi bali walizima jaribio la mapinduzi. Alisema waziri Murkomen akizungumza na waandishi habari muda mfupi uliopita. Aliongeza kusema kuwa hali ambayo maofisa wa usalama walikumbana nayo hapo jana haikuhusiana kwa vyovyote na juhudi za kuwatafutia haki watu ambao waliwapoteza wapendo wao katika maandamano ya Gen Z ya mnamo mwaka jana. Maandamano hayo yalichochewa na baadhi ya wanasiasa wanaotumia vijana vibaya kwa lengo la kutaka kuipindua serikali, alisema Morkman, pia amesema vituo tisa vya polisi vilishambuliwa katika maandamano ya jana huku vituo vitano vikiteketezwa moto na bunduki tano kuibwa katika sehemu tofauti nchini Kenya. Waziri huyo aidha alitetea uamuzi wa serikali ya Kenya kufunga mitambo ya matangazo ya mubashara ya maandamano hayo katika vituo viwili vya runinga nchini humo, akisema walichochea maandamano hayo kwa kuwaelekeza vijana njia ya kufikia ikulu. Wakati huo huo